Ni noma noma na si noma sana, sababu mnaijua, isipokuwa mnajifanya. Itakuwa vipi tujitoe kwenye minyororo yenye tumefungwa nayo mikono na miguu na kufunikwa macho? Epo, imajini viongozi wetu wakubwa wale wanaotuongoza kila wakati wanakuanga tegemeo lao ni watoke hapa, waende inji za nje wawezi kukupa mikopo inje itusaidie, eti wakisema wanakuja wafanye maendeleo, wasalize pesa sikuwe mingi zaidi kwa zile wamepewa, waweze kulenjeza za mwenye kuwapea, na sisi tupaki na faita. Itawezekanaji? Rafiki yangu wewe uende ukope halafu ulenjese upaki na mingi, mwenye uko pesa ni pesa, akukua na anja nazo ama ni vile yeye amesitumia akaona akuna anja ya kutumia tena, akupatie wewe, atupe kama dasbini pesa? Akuna siku inaisanga dhamana thamana, pesa akuna siku inakuanga ate mimi sitaki kuitumia tena isipokuwa ni kifa ni sikwe kaburini. Na imagine nani huyu anatuambianga akili yetu haiwezi kufanya kazi? Wakati wengine tunawao wafuata na kusangilia maendeleo yao, huwa wanatumia akili yao wenyewe. Kwani Mungu alipatia wengine akili wengine akawanyima? na vikili, kila mtu na akili yake, na kama wewe uko na yako, nani amesuia akili yako ivanye kasi isaidie wa Kenya? Hawa hawa viongozi wetu tunawapenda, lakini siku ile watajua zili ni akili ya wale wa Kenya wako ndani ya Kenya ni wao wanaweza kuokoa Kenya. Basi hawatasangilia maendeleo ya nje tena, watapaki kutunza wa kenya wenye akili, ndio ile akili iwaokoe na ifungue minyororo yenye wamefungwa mikono na miguu na kufungwa kitambaa usoni lakini ni siku gani itafika waweze kujua akili yenye iko na wakenya wa Afrika inaweza kuwafungua minyororo yenye wamefungwa ya umaskini kwa miaka mingi? Hiyo hatujui, sababu hatujui ni nani ambayo atakuja akiwa na akili ya kujua hiyo. Ndio maana tunasema Mungu, tusaidie kwa sababu pale tuko ni simo dipu sana, hapa hatujui namna ya kujitoa. Na imagine kasauti kando kanyoloro, awawezi wakamini, awawezi wakataka kukafanyia baka testing in case kama kanaweza kuambia kitu moja ama mbili kinaweza saidia Wakenya wetu. Usaisikia watoto wale wako na kibawa tofauti tofauti. Mwingine ukasikia akitangazwa na redio iti ameweza kutengeneza stima. Wale watoto wanaendanga wapi? mwingine ukasikia ako ah, na uwezo wa kutengeneza ndege. Sikatai ile ndege injawaikuwa mzuri kama za wengine, lakini hao ndio mnakuanga mmetumiwa na Mungu, mwanje wasaidie nyinyi kuwapatia kifunguo ya kufungua ufuli yenye inakuanga imefunga, mnyororo yenye inakuanga imemfunga Imagine tumeizi kusema jamu Nairobi haiwezi ikaisha, lakini jamu Nairobi inaweza ikaisha, na mkumbukange kulikuanga na jamu na muandikange kwa magazeti, sababu nyinyi wenyewe amunja wai fikiria Kinyi kinaweza maliza jamu Nairobi, lakini tutamaliza jamu Nairobi pukulange wapi? Hapana, wakati wote utaruhusu sinda iishi kwako, utaishi na machozi. Vukuza sinda biashara iwe mingi, siku ile mutaamua kumaliza jamu Nairobi hapo ndipo mtaanzia kumulika ya Kenya. Wakati mtanjua maendeleo ya inchi, ina uwezekano. Wale vijana wako Kenya ama wale wa Kenya wako hapa Kenya, wanaweza tatua sinda ya njamu ya Nairobi. Hapo ndipo mtaanzia kumulika maendeleo ya Kenya. Epo, imagine, sio kitu kubwa, kitu kidogo hivi, lakini ule mtu atakubalika kumaliza jamu Nairobi, huyo mkubalini sababu atakuwa mwangaza wa Wakenya. Na je, kwani wenda ikakuwa ni nini? Hata mimi sijui, lakini niko na kaponuru yule mtu atafikiria kutengeneza gari mosi yenye itakuwa inatumia injini ikiwa Rimuru, iko Nairobi, iko Rimuru, huyo ni yeye, ataweza kumaliza jamu ya Nairobi. Ile gari mosi aitapitia kwa barabara kama vile inapitianga ile isila zingine za kawaida lakini itapitia kando ya barabara ile gari mosi. Haitakuwa gari mosi ile ya kawaida, itakuwa na utofauti wa zile, mnajua hiyo ndio itakuja kumaliza jam Nairobi. Ebu nikuulize, kutoka wakati kipake alikubalia pikipiki kuingia Kenya. Nani anajua pikipiki zimewesa si kuingia ngapi? Na hizo injini simeingia mingi ndani ya Kenya, uwa munasipanyia nini kulisaiko sile injini ndio siwese kumusaindia sahindi epo. Imagine ile injini ikipata anjali kidogo, uwa inasiagwa na inakuwa chuma ai mkorong. Munafaa kukuwa na kituo kia kus, kusanya sile injini sote mzee na kusiris, kuf, kufanya recycling na kutengeneza injini ingine, inafaa kundumu kwa miaka ingine tano ama kumi, kama ile original ilikuwa inadumu miaka kumi na tano. For example ukiweza kuenda uchukue sile injini na usifanyie recycling, unaweza kutoa injini ingine moja utengeneze tuktuk, na hiyo tuktuk iende ikasaidie watu kule Gishaki. Kando na hiyo, ile tuktuk itamsaidia kwa miaka ingine tatu ama tano ile tuktuk itakusaidia amuta kimbilia kuendelea kuendea singine China mutaendea vitu singine aina ingine. Ebu jiulize, wakati pikipiki sinaingia Kenya hua sinanunuliwa pesa ngapi senye mnapelekanga kanti za inje Zingikuanga zinafanyiwa recycling. Saa hii tungekuwa tumesindua kitu kinaweza saidia Wakenya more kwa hivi zile pikipiki asingiiza pile zinaizanga, lakini sasa munajua ile pikipiki mungitengeneza recycle na mwekupalie vijana wenyu hapa Kenya waifanyie kazi. Munajua sile tukutuku siku hizi mumeanzia kuletewa hizo ndizo mungekuwa mnatengeneza nazo, na mnapatia wale vijana wako nyumbani na ushago wajisaidie kupepea, wamama wana biashara, kuwapepea misigo wakitoa kwa parapara na hiyo kuna vitu mingi mingi mingi sana, mungituruhusu kutengeneza, tungitengeneza sisuie kuendea singine mara kwa mara inje ya kantry, sile pesa sikisakuriti hapa Kenya, si hata petroli itashuka mbei, rafiki yangu? yule mtu ataruhusiwa kumaliza jamu ya Nairobi, huyo atakuwa mwangaza wa Afrika, huyo atakuwa mwangaza wa Kenya. Na je, mwangaza utatumulikia lini? Hata sisi hatujui, tunasubiri. Na nikuulize rafiki yangu, hii pesa mnasemanga mikopo ya hinje mikopo ya hinje, ndio itakunja kutusaidia? Nyinyi musaisoma histori ya China? Ni wao walikuwa na shinda mingi sana duniani, ni nini walifanya ikapindi wawe na pesa mpaka wazie kumukopesa kunaja tuselike maendeleo ya kwingine, wakati ya kwetu? Puna wale vijana walisema wanaweza kutengeneza hata dron, walikwenda wapi? Na kama wako wanitie dron moja na konalusangu apa, naweza nunua, ni promoti wao na nauliza mwangaza, unaona kama unaweza kunja kutumulikia lini? Hata sisi hatujui, tunasubiri.